Yes, karibu sana wafuatiliaji wetu na wasikilizaji wa Wokovu TV, muko vema ni maini, kabisa nikitumaini kabisa hivyo, tunaona kwamba tunaye mtumishi Langi Stany hapa, uh, kwenye kipindi hichi, najua kwamba utaenda kufaidia mengi. Najua tunapatikana katika mashariki mwa DRC huku South Kivu ndiko ambapo tunapatikana na hivyo tu kaa chonjo upate kwenda kusikiliza mengi sana ambayo utakwenda kufaidia na leo hii Uh, tutakwenda kuzungumza naye kuhusu mambo fulani kuhusu Wakristo, kwa sababu Wakristo ni wengi sana, jisi walivyo wengi sana. Sasa kwa nini kunakuwa mitengano? Au awa ni wa sijui kama uh, sepake awa awa ni wa SCP uh, watu wengi wengi sana, na kwa nini sasa tusiwe pamoja, uh, tupate kuwa tunaingilia kanisa moja na sisi wote ni Wakristo? Hilo ni somo ambayo utakwenda kuligusia leo na maswali mengine kadha wa kadha ambao itakazokuja na kufuatilia kipindi hicho. Na hivyo tu tunamsalimu kwanza mzee jambo, jambo sana. Uh, najua kwamba kuna maswali ambayo yuko pale lakini tunakuanzia kwanza swali la kwanza kama mm -hmm. vile mtumishi Mkristo mm -hmm. uh, kuna watu ambao wanakiri kuwa Wakristo. yeah. na watu wengine wengi sana wanakiri kuwa Wakristo, lakini kuna makanisa mengi sana za Wakristo mm -hmm. na hawa ah, utakuta hawa ni watu wa kanisa fulani sepake SCP. Uh, sijuu kuna wengine wa wanaita wabranamisti, kuna wengine sijuu wa nani, lakini wote wanajiita Wakristo. Sasa unatuambiaje kuhusu jambo hilo, kwa nini watu wasiwe pamoja? Kwa hiyo swali lako ni lipi haswa? Naomba utengeneze swali kutoka sasa hayo maelezo yako. Swali langu ni hili, mm -hmm. kwa nini Wakristo wasiungane kuwa pamoja, au wanaingia tu kanisa moja kwa sababu wote ni Wakristo? Aha, unataka kuuliza ya kwamba Kristo ni mmoja. Kwa nini Wakristo wawe na madhehebu tofauti tofauti, yeah, wakati Kristo ni mmoja ndio, mm, swali lako hilo. Eh, ukweli ni kwamba utofauti haujaanza leo, kwanza, hilo ni la kwanza, mm, na tukirudi kabisa mwanzoni, mm, wakati Mungu anaomba Adam, eh, nani, eh, mi, nani seti, sio seti, mm, a, Kaini na Abeli wamtolee wa Mungu sadaka Ame. Sawa hapo eh? Yeah. Tofauti zikaanza Sa, sadaka ya Abeli ikakubaliwa, ya Kaini ikakataliwa. Kwa hiyo kwa nini sadaka ya mmoja ilikubaliwa ya mwingine ikakataliwa? Ni zile tofauti za uelewa mm -hmm. Kaini yeye alielewa ya kwamba sadaka nzuri kwa Mungu ni kumtolea sadaka ya matunda, vitu vya shambani, hiki na kile na Abeli akaelewa sadaka nzuri kwa Mungu ni kumchinjia nyama ili damu imwagike, mm. Kwa hiyo ukianzia hapo kwenye mwanzo kabisa wa tofauti, tofauti zilianza kutokana na ufunuo. Yaani, tofauti zimetokana na nini? Na ufunuo, ufunuo. Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyo njema kwa ufunuo aliyoupata kutoka kwa Mungu, na Kaini akamtolea dhabihu iliyo mbaya kwa ufunuo aliyoupata yeye Kaini. Kwa hiyo huku kufunuliwa ndo chanzo cha tofauti. So hizo tofauti zikaja mpaka wakati wa Paulo. Unasikia Paulo anasema wamoja wanasema mimi sisi ni wa Kefa, wengine sisi mm. ni wa Paulo, wengine sisi ni Wakristo. Je, Paulo aliwafia? Je, Kefa aliwafia msalabani? Kwa hiyo tofauti zote hizi zinatokana na hayo, kwanza ufunuo. Jambo la pili, tofauti zinatokana na uelewa ambao sio ufunuo kabisa, ni uelewa wa mtu binafsi kulingana na maandiko. Sababu Mungu ni mtu mkubwa mno na kumwelewa daima ni vigumu. Hata hapa karibu yetu kuna mti wa hembe, kila mtu ana uelewa wake kuhusu mti wa hembe. Kwa hiyo zile tofauti za uelewa kuhusu uwepo wa Mungu, tofauti za uelewa kuhusu Mungu pia zinachangia katika uwepo wa madhehebu mengi. Jambo la tatu tofauti hizi madhehebu haya kuwa mengi yanatokana na vuguvugu vugu za uamsho zilizotokea katika nyakati mm. Sawa, kuna vuguvugu vugu la kwanza ambalo lilisababisha mkutano mkuu wa Nikea, hilo vuguvugu la kwanza likadhaa kanisa fulani. Kukaja vuguvugu vugu la pili ambalo lilisababishwa na Martin Luther, likaitwa vuguvugu vugu la wa Protestanti, likasababisha madhehebu fulani. Kukaja vuguvugu vugu la tatu ambalo ni vuguvugu lilisababishiwa na na na na na Afrika mmoja hivi eh, ambaye alikuwa pale Umarekani. Likaitwa vuguvugu la wa, la kipantekotisti likaleta madhehebu fulani hivi. Kuna vuguvugu lingine la tatu ambayo ni vuguvugu la wakarizmatiki limeleta madhehebu mengine. So hizi vuguvugu zote au hizi movementi zote pia zimechangia katika tofauti ya madhehebu. So sasa turudi katika swali lako, eti mbona Kristo ni mmoja? Kwa nini madhehebu, kwa nini tofauti? Madhehebu ni mengi yeah, na watu wanadai wanaabudu Kristo mmoja hivyo. Mm, ndivyo jinsi lazima iwe hivyo, kwa sababu kuelewa Mungu ni ufunuo na kila mtu anapata ufunuo wake, lakini tuna ahadi moja kwamba kabla Yesu hajaja kutoa kanisa, wakristo wote watakusanyika pamoja lakini okay, haimaanishi kukusanyika katika eneo moja. Watakusanyika wote pamoja maana yake watapata ufunuo mmoja wa kumtambua Mungu ni nani, ufunuo mmoja wa kumtambua Yesu Kristo ni nani, kwa sababu kanisa linajengwa kwa ufunuo huo. Ndio maana Yesu akaambia Petro ya kwamba si unakumbuka, Yesu alikusanya wanafunzi wake yeah, akauliza wanafunzi wake, watu wanasema mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wamoja wanasema, mmoja anasema wewe ni Elia wengine wakajibu wanasema, wewe ni hipi, wewe ni kile, wewe ni mmoja miongoni mwa manabii waliokufa ambaye amevovoka. mm -hmm. Lakini Petro akasema kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hai Yesu akaambia Petro hivi kwamba ufunuo huo haukuupata kwa babako au kwa, kwa mama yako, si kwa damu wala maji mm -hmm. Lakini umetoka kwa kwa Mungu mwenyewe na wewe ni Petro kwa ufunuo huo wa kujua mimi Yesu ni nani, hmm. Ndiko nitaka kulijenga nini, kanisa langu. Ina maana kanisa linajengwa kwa ufunuo wa kumjua Yesu ni nani. Sasa kabla Yesu hajaja kutoa kanisa, atafanya iwezekanavyo kwa wateule wake wote wa wakati huu hmm. wote kuamini ufunuo mmoja wa kumtambua Yesu ni nani, na ndio hapo mahali pamoja ambapo wote watakapokutanana, yani wateule wote kabla kutolewa kwa kanisa kabla ya unyakuo watakutanana katika ufunuo halisi wa kumtambua Yesu Kristo kuwa ni nani, na huo ndio unaitwa mwili wa Yesu Kristo, ambapo Roho atakuja kunyakua. Sijui unanipata vizuri hapo, na hilo litatendeka tu kabla ya unyakuo. Lakini maadamu tungali hivi, madhehebu lazima yatakuwa mengi, lazima yatakuwa mengi, sababu kuna wengine wat... tofauti zinaletwa na teolojia ameenda shule amesoma ameelewa hiki na kile, anarudi anarudi pia na uelewa wake, kama nilivyokueleza tangu awali. Kwa hiyo tofauti nyingi zimesababishiwa na ufunuo, uelewa wa mtu binafsi na, na, na, na, na, na, na theolojia au shule, masomo aliyoyasoma. Ndio ndo, ndo hivyo. Kwa hiyo hizo ndizo sababu, ila tuna ahadi hiyo ya kwamba kabla yesu haja kutoa kanisa, sote tutakutanana katika ufunuo mmoja ili tuunde mwili wa Kristo. Uh, labda kuna swali lingine fulani hapa naweza nikakuuliza kwa sababu mm. Kutokana na yote madhehebu kuna wengine ambao wanasoma teolojia na kuna wengine ambao hawasomi teolojia lakini wote wanahubiri. Sasa Aha. Kwa wale ambao wanasoma teolojia na wale ambao wakusoma teolojia, mm. Wa wapi haswa watumishi wa Mungu? Ni vigumu kusema huyu si mtumishi wa Mungu au huyu ni mtumishi wa Mungu. Dio. Sawa. mm. Kutamka tamshi kama hilo ni nzito sana lakini ni hili Roho Mtakatifu ndio teolojia kubwa zaidi kuliko zote. mm-hmm. Sababu sisi si, si watumishi wa kwanza kumtumikia Mungu sawa walikuwepo wengine ambao walihubiri injili kabla yetu sisi. hmm. na sisi yawezekana tusiwe wa mwisho, huenda wengine watahubiri injili baada yetu sisi, sababu hata Paulo yeye mwenyewe wakati anahubiri alikuwa anasema kwamba sisi tulio hai hatutatanguliwa waliokwisha kulala mauti. Ina maana Paulo pia alikuwa anaamini ya kwamba kanisa litanyakuliwa wakati wake, lakini ona, mpaka tumefika 2025 hmm. ina maana na sisi pia yawezekana kuje wengine ambao watahubiri baada yetu. Kwa hiyo teolojia kubwa sio hii ya kwenda shuleni, sawa teolojia kubwa ni ile ambayo unafundishwa na Roho Mtakatifu. Nikuulize swali, Mathayo alienda theolojia gani? Hakuna hmm. Petro alienda theolojia gani? hmm. Hakuna. Timoteo alienda kwenye theolojia ipi? Hakuna, sawa hmm. lakini hawa walikuwa watumishi wa Mungu wakubwa. Asante. Kwa hiyo umeelewa hapo, eh? Nimeelewa. Aha, sijasema ya kwamba hote ambao wameenda teolojia sio watumishi wa Mungu. Ah, ah, simaanishi hicho <laughs> na simaanishi ya kwamba ukitaka kuwa mtumishi wa Mungu wa kweli kabisa kabisa mpaswe hata kugusa teolojia. I don't mean that. Mimi ninachomaanisha ni hiki, teolojia ya kweli sababu teolojia sio maana yake elimu juu ya Mungu. Ndio. Kwa hiyo kumsoma Mungu vizuri ni pale unapofunuliwa na yeye Roho Mtakatifu So Roho Mtakatifu anapokufunulia Mungu ni nani, hapo ndo utaelewa Mungu vizuri. Huwezi pata ufunuo toka shuleni, hapana. Kwa kitu ambacho unasoma shuleni unapata ufunuo kujua Mungu ni nani? Hapana, Mungu mpaka mwenyewe ajifunue kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Sasa kuhusu lile jambo ambalo utakuta hata kama alisomea teolojia mm-hmm. wakati anasomea teolojia au anapanda kwenye mimbari, kwa sababu kuna kuna mahubiri fulani vya dada uh, eh, ni dada mweusi hivi alikuwa akihubiri kwenye mimbara anavaa suruali Mm -hmm. mwanamke huyo mm. anavaa suruali lakini anapohubiri anahubiri na upako kabisa mpaka analia mm. yani ile jambo utatuambiaje yale ya yameenda ya, yameenda ya kivipi mwanamke kwanza anavaa suruali anapanda kwenye mimbari anahubiri hadi uh, mfano halisi ni kwenye machozi mvua. Mvua. Sawa. Yeah. mvua inaponyesha inanyeshea wote mm. inanyeshea magugu na inanyeshea ngano kwa hiyo mvua haiangalii mm. inaponyesha inanyesha tu na kila mtu anafaidika kulingana na mvua inayonyesha. Yeah. Na ni hivyo hivyo jinsi ilivyo pia kuhusu upako wa Mungu. Kuna tofauti kati ya upako wa Mungu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Mm. Na kila mtu anaweza akapata upako wa Mungu hata kama hajaokoka. Mm. Sote tunajua kabisa kwamba katika kitabu cha Kumbukumbu kumbu ya Torati 22 mstari wake wa 5 imekataa mwanamke kuvaa suruali. Mm. Imekataa mwanamke kuvaa mavazi ya mwanaume. Na suruali ni mavazi ya mwanaume. So yawezekanaje sasa mtu ambaye ni anafanya mambo kama hayo ahubiri kwa upako? Yo, inawezekana sababu Mungu upako wake hmm, haulingane hau haso na swala la maisha. Mm. Mimi nimeona mtu anatoka kufanya uzinzi na anahubiri na watu wanapona. Na ametoka kufanya uzinzi hmm, na anaombea wagonjwa na wagonjwa wanapona. Kwa hiyo karama ni tofauti sana na uokovu. Unaweza ukawa na karama nzuri sana ninafanya kazi vizuri sana na hujaokoka. Si Biblia inasema kwamba siku ile wengine watakuja watasema, Bwana, tuliponya wagonjwa kwa jina lako na hata wajua ya kwamba tokene huko watenda ila siku wajua hmm. So unawe, kumtumikia Mungu na kuokoka ni mambo mawili tofauti. Unaweza uka, ukamtumikie Mungu vizuri na wagonjwa wakapone na Mungu akujui. So usiangalilie mtu kwa miujiza anayoifanya au kwa upako alionao wakati wa kuhubiri, angalilia mtu kwenye maisha yake, linganisha maisha yake na neno. Mtu yeyote akiishi tofauti na neno, huyo yuko kinyume na Mungu hata kama anahubiri jinsi gani, hata kama anaponya wagonjwa jinsi gani, hata kama ana upako mkubwa jinsi gani, lakini kama maisha yake hayalingani na neno la Mungu, huyo mtu hata kama ni askofu ni bishop, I don't care who he is. Long as maisha yake hayako sambamba na neno, huyo mtu akifa atasikitika sana. Yaani Yesu atamwambia sikukujua. Kwa hiyo inawezekana ukawe mtumishi wa Mungu ukamtumikia Mungu vizuri na Mungu asikujui. Hiyo sasa, kuhusu yule ambaye alisomea teolojia mm -hmm. anasomea teolojia lakini ana, ana, ana, anapoishi kila mtu anasema kwamba huyu mtu kabisa anaishi maisha mazuri sana oh, uh, maisha ya kiroho ambayo yanampendeza Mungu, lakini uh, kutokana na teolojia ambayo alienda kusoma mm -hmm. anafikia maeneo fulani ambapo uh, kubali kabisa miujiza anasema kwamba ilikuwa ni miujiza mm, wakati wa mitume. Huyo mtu naye unamsemea mpinga aje Kristo maana yake mpinga neno au uh, huyo, uh, sio mpinga Kristo, yaani Kristo si maana yake roho. Unaipata vizuri hapo eh? Na Yohana moja moja inasema hapo mwanzo alikuwako neno yeah, neno eh, alikuwako yeah, mm, kwa Mungu hmm, na 1:14 inasema neno akafanyika mwili, maana Kristo mm, ndiye neno. Unaelewa vizuri hapo? Kwa hiyo mtu akipinga neno maana yake anapinga Kristo so mtu yoyote akikataa miujiza huyo ni mpinga Kristo automatically yani, haina haja ya maelezo. Kwa hiyo yoyote anayepinga neno la Kristo ni mpinga Kristo, na ukiwa mpinga Kristo wewe huwezi kumwona Kristo asilimia kubwa. Theolojia inaharibu watu kuliko kuwatengeneza, na ndo maana sisi haturuhusu watu kusoma teolojia sababu, sababu hiyo inaharibu kuliko kutengeneza. Sisi tunachoamini ni hiki: kabla mtu kuwa mhudumu hakikisha amejazwa na nini? Roho Roho Mtakatifu. Yani kwanza uwe na wito, pili uwe umeitwa Tatu, iwe ni wakati wako wa kufanya kazi. Nne, mahali pako pa kufanya kazi. Mwisho uwe umejazwa na Roho Mtakatifu and then sasa nenda ukahubiri Injili, nenda ukawe mchungaji, nenda ukawe mwinjilisti, nenda ukawe mtume, nenda ukawe nabii. Utimize kwanza hivyo vigezo. Yani hivyo vigezo ni lazima, huwezi ukakurupuke tu bum na kuanza kuwa mchungaji nabii mwinjilisti hmm, wakati hujatimiza vigezo. Kwanza ujazwe Roho Mtakatifu. Pili uwe na wito kabisa huo Tatu, Amen. Amen. Uwe ni wakati wako sasa wa kufanya kazi. Hmm. Mne iwe ni mahali pako pa kufanya kazi, alafu nende ukafanya kazi, sio sababu umetoka shule. uh -uh. Hmm. Sasa kwa wale ambao utakuta wanajita, hmm. wanajita Wakristo lakini wanaingia siku ya Jumamosi, ni kama vile washika sabatu, ya, washika sabatu uh -huh. ya, utakuta hata wengine wanapoingia kuna wengine ambao wanaingia jioni Jumamosi, lakini wanasema kwamba, ah, sio hivyo. Nyinyi mnaingia lakini kwa sababu tu ya kukusanyika, lakini eh, sio kusema kwamba eti mmemaanisha kweli. Sasa wale watu, kwa sababu Biblia inasema kwamba tuheshimu siku ya sabato, tuambie vizuri hapo. Yeah, hilo ni swala nyeti sana ambalo linahitaji kukaa chini na kuandaa vizuri vesi za Biblia mm, ili kwamba sababu eh, kumbuka ni swala ambalo limebeba kikundi kikubwa cha watu sana ambao wanaitwa leo washika sabato ila Kifupi ni hiki, mm. Sabato maana yake pumziko, sina hivyo mm. Sote tunajua hili. Ndio. Sabato maana yake pumziko. Pumziko na pumziko ni kwetu sisi mm. Na tunajua ya kwamba mtu akiokoka pumziko lake ni ndani ya nani? Okay. Ya Yesu Kristo, na Yesu mwenyewe akasema yeye ndiye baba wa nini, wa sabato mm. Ina maana sabato yetu sisi leo sio siku tena, sio kupumzika siku tena, lakini ni kupumzika kuingia ndani ya Yesu yule yule Yesu wa Jumapili, yule yule Yesu, uyu uyu Yesu wa Jumamosi, ndio huyu huyu Yesu wa juma, wa siku ya sabato. Mungu ni huyu, ni mmoja, hajawahi kugeuka hmm. So wasika sabato wao wanafikiri ya kwamba yule Mungu wa Jumapili sio huyu Mungu wa <laughs> unaona. So hili jambo limewachanganya sana ndugu zetu, kiasi kwamba tunashindwa kuelewa vipi shetani amewafunga macho hapo. Sabato halisi halisi ni kuwa ndani ya Yesu Kristo. Pumziko halisi ni kuwa ndani ya Yesu Umenipata hapo yeah. Agazaji, kwa hiyo uwizi ukawe na pumziko kabla ujawa ndani ya Yesu, sio shida ya siku tena. Hapana, sio tena swala la siku, maana Yesu mwenyewe alifanya kazi siku mm. Ndio maana Yesu mwenyewe wa wanafunzi wake wali chukua masuke siku hiyo ya Sabato, kutaka kuambia watu ya kwamba sabato ni mimi. Kwa hiyo mkitaka sabato, mkitaka kupumzika, njoni mkae ndani ya mimi, njoni mkae ndani yangu, mimi Yesu. Kwa hiyo sabato ya kweli tulio nayo leo ni kukaa ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni kupokea Roho Mtakatifu, ni kuokoka kikamilifu. Hapo umepata pumziko. Yesu mwenyewe alisema kwamba njoni kwangu nyote wenye mizigo na mimi nitawapumzika nitwapumzishe. Kwa hiyo kwa kupumzika, kwa kupata sabato ya kweli nikuingia ndani ya Yesu. Hilo nafikiri liko rahisi sana, sijui kwa nini linawachanganya au ndugu zetu. Sawa. Lakini tunaamini kwa msaada wa Roho Mtakatifu watalielewa tu. Asante sana. Kwa hiyo na kumalizia basi ile mm -hmm, swali la mwisho. Deo. Kwa sababu kutokana na yote mambo utakuta mtu anaenda kwa huyu mchungaji, anamwambia hivi, mchungaji anamwambia hivi kwenda hivi. Lakini anajiita Mkristo, lakini mm, anajikuta kwamba anachanganyikiwa ni hajaridhika rasmi kabisa. Kwa sababu utakuta ni Mkristo lakini kanisani kwao hajaridhika na maisha yako kule, kutokana na watumishi na vipi na vingine. Sasa mm, huyo Mkristo jinsi anavyojiita Mkristo, unamwambia nini kifupi, aishi je? Ishi vipi? Iko hivi, sisi tuna utaratibu huu. Ukiwa kanisani na ukijiona huko kiroho kuliko mchungaji wako, toka kwenye hilo kanisa, tafuta kanisa lingine. Huwezi ukakae kanisani ambapo wewe unaona usongi mbele kiroho. Sasa utakaje katika kanisa hilo? Unakaje katika kanisa ambalo mchungaji wako hakufanyi usonge mbele kiroho. Do you see? Sijue hmm. yeah. kama unanielewa hapo yeah. Yani uko kwenye kanisa miaka na huna Roho Mtakatifu mm. uko kwenye kanisa miaka kumi miaka sita na hujazaliwa mara ya pili. Uko kwenye kanisa miaka na huna hata Roho Mtakatifu. How can you stay there? Then move forward, look for another church. Tafuta kanisa lingine. Kwa hiyo ushauri wangu ni huu. Wale ambao wapo katika makanisa ambako hawariziki, omba Roho Mtakatifu, rudi magotini, tafuta kanisa lingine ambapo utakaa na kurizika. Sababu usiporizika huwezi ukaende mbele. Eh, hey, hilo liko wazi kabisa, very simple. Basi tunashukuru hmm, sana wote wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Wokovu TV hmm, kwa kufika tamati nikiamini kwamba mlikuwa nasi mwanzo hadi mwisho katika kipindi hichi, kwa kujua mengi sana kuhusu makanisa, na hivyo najua kwamba unaweza kusubscribe hapo chini ya video Ha, unaweza tu ukabonyeza hapo, unaandika subscribe au sabone kama YouTube yako ni ya Kifaransa, na hivyo tu unaweza ukabonyeza alama ya kengele ili ukuwe napata habari zetu zote, na hata kabisa vile, unaweza tu ukashea watu wengine wapata habari zetu. Na nikishukuru, tutakutana tena tu wakati mwingine, ikiwa mapenzi ya Mungu. Asante.